Samia Suluhu Hassan ni safi, Mheshimiwa Chilombe. Mimi natambulika kwa jina ya bwana Kalanda Said Kalanda, na ndiye mwanachama namba mbili ambaye nikuwa wa chama cha ACT Wazalendo kwenye kata hii ya Ligoma mwanachama namba moja ni bwana Mtudura. Mimi ndio niliyokawa mgombea wa udiwani kata ya Ligoma ishirini ishirini na ishirini na moja. Leo hii narudi nyumbani, narudi nyumbani kuja kushirikiana na wananchi wenzangu. Sisi ni moyo Kikish kipindi ambacho tuko hapa kama mtu wa ACT mgombea wa ACT. Moto uliwaka hapa wa ACT sio kurudia nyuma. CCM walikuwa taabani sana, Mheshimiwa. Mkutano kama huu ulikuwa wa mheshimiwa mbunge na viongozi wake, kuwapata watu wananchi kama hao ilikuwa nadra. Lakini kutokana na baadhi ya mambo kadhaa ambayo hayo yamesababisha baadhi ya wanachama ikiwemo na mimi kurudi kutoka ACT kuja CCM, mojawapo, mheshimiwa rais, ana dhamira ya dhati ambayo anaitaka kuijenga Tanzania, anafanya kazi kubwa bila kujali bila kubagua wala kufanyeje, miradi analeta nchi nzima na anafanya kazi kwa ajili ya Tanzania, sio kwa maslahi yake. Hicho kimenigusa na nimeridhika na kuona ni kiongozi bora anastahili kuungwa mkono. Samia safi. Hatua ya pili, nilipopata kusikia kwamba mheshimiwa Chilombe ameteuliwa kuwa mgombea wa bunge tulikuwa na changamoto watu wengi, hata kama usipokubali mheshimiwa, aliyokoekudoa likuwa mazingira yake, alikuwa atuliziki nayo. Kwa hiyo kutokana na hiyo, niko kusikiliza sera zako na uwezo wako wa kutafakari mambo na nia yako njema ya kuisaidia Tunduru. Kwa hiyo hapo nimeguswa, nikaona huyu wa kwenda nayo kwenye kwenye safari hii. Kwa hiyo mheshimiwa, pamoja na kuapa sasa, unaitwa mgombea, lakini mimi nakuhakikishia wewe ndio mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini. Lakini mimi nilikuwa pamoja na wanachama pamoja na ugombea, ni mhasibu wa jimbo la Tunduru Kusini, ACT Wazalendo. Huyu bwana mkubwa Mponda, ndio tulikuwa naye uongozi wa jimbo, huyo katibu wangu mimi ndio mhasibu, lakini changamoto zilizokuwepo kwenye nafasi hizo, sisi uongozi wa jimbo hakuna dhamana tumepewa, cheo usio na kazi, kazi zile ziko za mtu mmoja, kazi inafanywa na uongozi wa mkoa mtu mmoja, uongozi wa jimbo unafanya mtu mmoja uongozi wa kata huwezi kufanya jambo mpaka maamuzi yake. Kwa kufanya hivyo, chama sio cha wanachama, ni chama cha ntu. Na leo hii nimerudi kuja CCM sio kwa kuniadhimisha ntu, nimerudi kwa hiari yangu. Mtu yoyote atekekewa, mtu yoyote atekekewa mtu yoyote atekekewa na uamuzi wangu huyo aende mtoni akajinyonge. Hayo ni maamuzi yangu binafsi, siwezi kuingiliwa na mtu. Atekee sema kwamba uongo juu yake, lakini hiyo ndio hali halisi. ACT Wazalendo ilikuwepo lakini kwa sasa inaelekea kwenye watu kupungua kila siku kila siku. Kwa hiyo kwa kuwa mkutano huu, mimi sio mwongeaji, nimekuja tu kwa ajili ya kubadili kadi, na nyiye ulitambua kwamba mimi kwa sasa nakuwa mwanachama chama cha mapinduzi. Naomba ushirikiano wenu na ushirikiano wa wanachama wenzangu wale wote. Kama kuna watu niliwakwaza, kama kuna watu niliwakwaza kwa ajili ya kuwa ACT, naomba wanisamehe, tusamehane, wamgozo moja.